ya akida za Kiislamu. Katika vikao vilivyotangulia tulikuwa bado twazungumzia utangulizi na ule utangulizi ulikuwa na nukta kadhaa, na miongoni mwa hizi nukta ambazo tulikuwa tukizungumzia ilikuwa ni habari ambazo zinahusiana na madhehebu ya Kiislamu ya kiakida ambayo tulitaja mwanzo. Tulizungumzia kuhusu Mu'tazila. Na tukaelezea baadhi ya akida ambazo ni muhimu za Mutazila alafu kisha na pia vilevile vile, kabla ya hapo tulizungumzia kuhusu Imamia ambayo ndio mashia wafuasi wa Ahlulbeit na pia baadhi ya nukta muhimu tulitaja, na pia baada ya kuzungumzia kuhusu Mutazila tulizungumzia kuhusu Ashaira na tukaelewa ya kwamba Ashaira mwasisi ni nani na akida zao ni zipi, kwa mukhtasari, kwa sababu ilikuwa hatuna wakati wa kuingilia ndani sana. Hasa tunataka kupatia, au kuwapatia picha ya kuweza kufahamu hizi e, nini, haya madhehebu ya kiakida yaliyoko katika Uislamu na pia na baadhi ya akida walizonazo. Lakini kule mbele tutazungumzia zaidi kuhusiana na tofauti zilizoko katika hizi akida au katika baadhi ya mambo muhimu ambayo wanatofautiana na tulimalizia katika kikao cha mwisho, tulizungumzia kuhusu dhehebu la Wahabia au Salafia. Na dhehebu hili tulielezea muasisi ni nani? Tunasema tulisema, ni uh, Muhammad ibn Abdul Wahhab ambaye jina lake ndilo limechukuliwa na likawa ni jina la dhehebu Wahabia, ni Abdul Wahhab ibn Abdul Wahhab. Alafu vilevile tukasema ya kwamba yeye alikuwa akichukua mafunzo yake au fikra zake amezichukua nyingi alizonazo kutokana na Ibn Taymiyyah, ambaye ndiyo muasisi wa fikra hasa za kiwahabia, yaani katika uandishi, katika kuziweka katika njia ya nadharia, yeye ndiyo alikuwa hasa ndiyo nini mwandishi wao au mwasisi mu, mu, wa nadharia za kiwahabia, hata ingawa mwasisi mkuu na mwenye fikra, fikra nyingi walizichukua kutoka kwa Muawia, kwa sababu Muawia fikra nyingi yeye ndo alikuwa nazo, alikuwa katika matendo yake, yule akaizichukua Ibni Taimia na akazipatia nini mfumo wa kielimu na, na ikawa ni ni kitu ambacho ni madhehebu ambayo au ni fikra ambazo zinaweza kuwa madhehebu, lakini aliyefanya kuwa dhehebu likawa dhehebu na likawa na harakati na likawa na wafuasi ni Muhammad bin Abdul Wahab. Sasa ilikuwa tufikie katika mazungumzo yetu, ilikuwa tueleze baadhi ya mambo ambayo wanaamini, yani baadhi ya misingi ya imani yao imani. Kuna baadhi ya mambo yaani sio kila kitu lakini baadhi ya mambo ni muhimu kuyajua katika mambo ambayo wanaamini. Miongoni mwa mambo ambayo yanaamini au nukta ya kwanza ambayo tukiangalia katika imani yao ni kwamba wanaamini katika tauhid, wanaamini sifa za Mwenyezi Mungu na ya kwamba Mwenyezi Mungu ana sifa, lakini sifa zake wanasema ni sifa tu za kibinadamu, yani yeye ana tofauti na binadamu, yani ana kiwiliwili, ana mkono, ana miguu, anatembea, anapatwa na hali kama zile za kibinadamu, na ana uso eh, ana jicho na hayo yote ambayo binadamu yuko nayo, yani ana kiwiliwili. Na wanasema ya kwamba siku ya kiama pia tutamuona, na pia vilevile vile wana mambo mengine kama vile tutakavyo ona pia vilevile, wanasema ya kwamba e, Mwenyezi Mungu huwa hata nini, siku ya Ijumaa huwa anashuka mpaka kwenye bingu, kama sijasahau, bingu ya kwanza, yani kwa hali ya kiwiliwili. Kwa hivyo ni mtu, ni kama binadamu, ni Mwenyezi Mungu lakini ana sifa za kibinadamu. Fikra au itikadi ya pili ambayo wako nayo katika itikadi zao ni kwamba E, kuzuru makaburi ni haramu yaani haijuzu kwenda kuzuru makaburi na pia kujenga, kujenga makaburi yaani kujenga kwa mfano ikawa iko juu, na pia vile vilevile e, ni haramu pia, wanaamini kufanya shafaa yaani kufanya uombezi. Yani kutaka uombezi kupitia kwa mtume au kwa mtu ambaye ni mtukufu kama wali, kupitia kwake kuomba ya kwamba akufanyie uombezi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio inaitwa shafaa. Hawaikubali hata ingawa ni kitu ambacho kimetajwa kwenye aya za Qur'ani kuhusu shafaa. Na pia vilevile vile wanaharamisha tawassul yani tawasul ni kupitia, yani ukatawasali ukamuomba nani? Mtu ambaye ana ukuruba kwa Mwenyezi Mungu ukamwomba afanye nini? Akuombee Mwenyezi Mungu, ukaomba haja yako kupitia kwa Mtume, ukaomba haja yako kupitia kwa mtu ambaye ni mtukufu. Sasa kitu kama hichi wanakiharamisha, wanasema tawasul ni haramu. Sasa hatuna haja ya kuzungumzia kuhusu ya kwamba kweli ni haramu au si halali, si haramu katika mazungumzo yetu, kwa sababu haya si mambo ambayo tunataka kuelezea kwamba akida yao iko sawa au si sawa, tutawajibu vipi, hawatajibiwa vipi, au wao wako sawa. Hatuna wakati huo, ila tu ni kwamba e, haya yatakuja kuzungumziwa baadaye. Pia jambo la nne ni kwamba wanamkufurisha wanawakufurisha pia masahaba ambao waliokuwa wakifanya, sh wakiomba wakifanya shafaa na mtume. Yaani baada ya mtume, mtume amefariki walikuwa wakiomba kutoka kwa mtume, itakuwa wanaharamisha kitu kama hicho na kuharamisha kwao huku kitendo hiki pia ni kwamba wanakufurisha yoyote ambaye anafanya kama hicho. Yaani, nikirudia kwenye nukta moja ni kwamba vitu hivi imani hizi ambazo wako nazo ambazo tumetaja, yeyote ambaye atakuwa ni kinyume cha vile wanavyoamini wanamkufurisha, anasema ya kwamba yeye ni, ni kafiri. Hiyo ni katika akida yao ya kwamba anayepinga au anayekuwa tofauti na fikra hizi atakuwa ni kafiri. Kwa hivyo hata hawa masahaba ambao walikuwa baada ya mtume walifanya shafaa wanahesabika ya kwamba ni makafiri. Na hiyo ni katika itikadi zao ambazo walizo nazo. Na pia wanakufurisha pia Waislamu wengi katika jambo hili, hata ingawa labda kwa maneno waziwazi hawatamki, lakini wanasema yeyote ambaye ni katika muislamu ambaye anafanya kitu kitendo kama hiki anakuwa ni kafiri. Hii ni kwa mukhtasari na kwa ufupi kuhusiana na nini na akida za Wahabia. Sasa tuzungumzie kuhusu dhehebu nyingine. Kuna dhehebu linaloitwa asufia au tasawuf, hawa masufi. Kwa kiswahili tukisema ni dhehebu gani hasa? Hili ni dhehebu ambalo pia lilianza katika siku zile za nyuma, miaka ya nyuma, lakini asili yake lilikuwa lilipoanza lilikuwa si dhehebu, ilikuwa ni mfumo wa ibada, ilikuwa ni njia walikuwa wame, wanaitumia katika kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, yani kwa kufanya ibada wanakuwa ni wenye kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Walikuwa wakitafuta kwa kutenda hivi kufanya nini E, walikuwa na misingi ambayo walikuwa nayo ya kiibada ya kumfanya mtu aweze kuja na kufikia kumkurubia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufikia daraja za juu. Lakini wao, baada ya muda, lilikuja likabadilika, ili likawa ni dhehebu, ikawa si mfumo tu bali, yani, si mfumo wa kiibada bali ni mfumo pia wa kiakida, kwa sababu ule mfumo wa wa ibada ulikuwa na misingi ulikuwa, ulikuwa na misingi ya kida fulani, ambayo hii misingi ndio ilikuwa inategemewa, ndio ibada ile inategemea misingi ile, na ndio sababu ikawa nini, mwisho ikawa wako tofauti kiwango fulani na madhehebu mengine, wakawa ni tofauti na Mu'tazila na wengine, kati yao pia wakawa tofauti pia na Ashaira na wengine na na ni tofauti pia na dhehebu ambalo tulotaja la pia la Imamia na pia pia tofauti na dhehebu la Mawahabi. Hili dhehebu pia, baada ya kukua zaidi, limekuwa lina mifumo mingi kwa sababu, kutokana na nini, na viongozi wake, nikiashiria pia ya kwamba hawa viongozi wanaotajwa ni walikuja baadaye waasisi wa mifumo tofauti, lakini hakuna ambaye tunaweza kusema ya kwamba anayesifika anaisi, na kusemekana ya kwamba yeye ndiye mwasisi wa madhehebu ya usufi, bali yalikuja hivi. Wale waliokuwa nayo ilikuwa ni kama e, ibada, kisha baadaye ndio ikaja ikabadilika. Waliokuja baadaye ndio ikawa mwishoe kutokana na, na kufanya bahathi na nini ikawa mpaka wamefikia kuwa na msimamo fulani katika akida, na ndio sababu tunakuta e, siku za nyuma, za, za hapo awali hatuna nini, hatuna kama kiongozi ambaye anasemekana ndio aliyekuwa ni mwanzilishi wa dhehebu hili sasa. Lakini baadaye walikuja kukapatikana viongozi ambao wenye misi, nini, misingi fulani ikawa madhehebu kukapatikana nini. E, mifumo tofauti tofauti. Mifumo hii ndiyo inayoitwa tarika. Sasa wenyewe pia wanajiita pia ahlu tarika kwa njia nyingine, kutokana na kwamba kila mmoja ana tarika fulani ambayo, yani, mfumo fulani, njia fulani ambayo ndio wanaitumia katika e, taratibu zao, huo mfumo ndio katika ku, ku, ku, ku, wameupangia wa kumfikia Ta'ala hata ingawa una misingi ya kiimani kiasi fulani yes, wanatofautiana pia sio tu katika nini, katika misingi ya kiimani. Sasa tunapoangalia katika maeneo yetu hasa Afrika na zaidi ya Afrika Mashariki, tunakuta ya kwamba miongoni mwa mifumo hii ambayo iko ni kama vile tarika ya Shaadhilia, kuna sh tarika ya Al-Kadiria, yani ambao ni wafuasi wa Abdul Qadir Al-Jilani wao ni katika, nini wanapatikana katika maeneo hayo. Lakini kuna mifumo mingi mingi kweli ambayo iko tarika tofauti tofauti katika ulimwengu, na kila mmoja ana njia yake ambayo wanayitumia katika nini? Katika kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, na sasa tukirudi kuhusiana na akida zao tukirudi katika akida zao tunakuta ya kwamba twaweza kuwagawanya katika akida katika makundi matatu. Katika akida tuweza kuwagawanya katika makundi matatu na zaidi, hiyo inarudi katika akida ya tauhid. Hapa ndio zaidi kuna kuja tofauti sasa. Kundi la kwanza ambalo lipo katika walioko kando na mifumo hii ambayo tumesema ya ki ambayo tarika ziko tofauti tofauti ya Shadhilia na Kadiania na wengineo pia na, na Kadiria, samahani. Ni kwamba mifumo nini, kuna makundi aina ya tatu. Kundi la kwanza ndio wanaamini na walioamini toka mwanzo mwanzo, waliamini ya kwamba Mwenyezi Mungu anaingia kwenye mwili wa binadamu yani, kwa Kiarabu nasema alhulul, yani kwamba Mwenyezi Mungu ameingia ndani ya binadamu au binadamu anatumika kama kiwiliwili, lakini Mwenyezi Mungu yuko ndani yake. Au kwa Kiarabu, kwa Kiingereza ndio inaita incarnation. Ili kuna watu ambaye, kiongozi mkuu ambaye alikuwa katika na fikra hii alikuwa akiitwa Hussein bin Mansur al-Hallaji huyu ndio alianzisha hiyo fikra ya kwamba Mwenyezi Mungu anaingia ndani ya kiwiliwili. Nikielezea pia kwa mfano, kwa kuweza kulete ukuruba zaidi ndio tuweze kufahamu, ni kwamba wao wanaona ya kwamba e, mfano, ikiwa Mwenyezi Mungu yuko kila mahali. Ndiyo dalili ambazo pia zaweza kuwa zatolewa pia ni kwamba, ikiwa Mwenyezi Mungu yuko kila mahali na hapa ni mahala na ndani ya mwili wangu ni mahala kwa hivyo Mwenyezi Mungu pia yuko ndani yangu kwa sababu pia mahali mwili wangu ni mahala. Kwa hivyo ni mahala pa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu yuko ndani yangu kwa hivyo mimi pia ni Mwenyezi Mungu. Yaani nini iko katika ndani ya Mwenyezi Mungu. Au, tuseme Mwenyezi Mungu yuko ndani yangu. Sasa wanaamini kiti kama hicho, hiyo ni imani ya kwanza. Imani ya pili ambayo wako nayo ni kwamba wanaamini kitu kinachoitwa wahdatil wujud na kwa vile wakati naona umetuwahi, tuifanye kuzungumzia haya zaidi katika kikao kitakachokuja. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.